Katika kizazi cha sasa tumegundua kwamba wazazi wengi wanalia, wale wenye watoto wa kiume kwamba mtoto wa kiume ameonekana kana kwamba hafai hivi, ameonekana kana kwamba ametelekezwa, na mtoto wa kike amepata nguvu ya pekee, amejitambua. Hii imetokeaje? Hii ilitokana na women empowerment. women empowerment, hatukugundua kabla kwamba chini ya kapeti ya hiyo kulikuwa na ajenda, Ibilisi alikuwa anaitengeneza. mwanamke akawa empowered. Na kwenye ujasiriamali akaingizwa mwanamke, akaambiwa kwamba yeye akiwezeshwa anaweza akafanyiwa. Mwanamke akajitambua, hata wale ambao hawakuenda shule waliinuliwa na wakajitambua, wakaingia kufanya biashara mbalimbali. Na hata sasa hivi ukiangalia, hakuna mwanamke amekaa, wanawake wote wanafanya shughuli. Sasa kwa kufanya hivyo nguvu yote ilielekezwa kwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume akaachwa. Na hapo hapo miaka hiyo hiyo ndipo iliingia usawa, tukawa tunafurahia usawa, usawa kwamba eti mtoto wa kike na wa kiume wako sawa. Kwa kufanya hivyo mtoto wa kiume hakujiona yeye kama ni mkubwa, kama ni kiongozi akarudi naye kujiona ni sawa tu na mwanamke. Kwa kufanya hivyo mambo yakaharibika zaidi. Na miaka ya nyuma, nakumbuka miaka ya 95, 96 niliwahi kufundisha vipindi vipo mimi redioni, madhara ya usawa. Nafikiri wakati ule sikuwa naeleweka, sasa nimeeleweka. Kama mwanamke na mwanaume wako sawa, mwanamke mimi naolewa, basi mwanaume pia anaweza kuolewa, kama tuko sawa mwanaume anaoa basi na mimi pia naweza kuoa. Na tukaonyesha kwamba maisha ya mtoto wa kiume, maisha ya mtoto wa kike ni rahisi, na hivyo vijana wengi, wale ambao hawakulelewa katika misingi ya kiroho, waliona kuwa mwanamke ni kuishi maisha rahisi, na wengi wakatamani kuwa wanawake, na ndipo hata kubadilisha mtu alivyoumbwa, abadilike awe mtu mwingine, ilichipuka sana. Sasa tulikosea wapi? Tulikosea nyumbani pia, baba na mama. Tulipokosea baba na mama ni hapa. Mtoto wa kike na mtoto wa kiume tuliwalea sawa. Watoto wa kiume ilifika mahali tuliwapenda na kuwadekeza sana. Mtoto wa kiume analelewa kama yai. Anapendwa. Usisahau mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mtoto wa kiume hahitaji kupendwa. Mtoto wa kiume anahitaji kuonyeshwa kwamba yeye anayetakiwa kupendwa ni mtoto wa kike. Kwa hiyo ukiwa na watoto wawili nyumbani wa kike na wa kiume, muoneshe yule wa kiume kwamba anapaswa kumpenda yule wa kike, ndiye anastahili kupendwa. Hiyo roho itakuwa kwamba kumbe wanawake ni wakupendwa, wanawake kumbe ni viumbe kama alivyosema Mungu kwenye Biblia kwamba wao ni viumbe dhaifu. Kama viumbe dhaifu, basi watendewe uh, kwa, kwa upole, watendewe kwa huruma. Kwa hiyo mtoto wa kiume huyu sasa akalelewa kwa kudekezwa. Wakati zamani mtoto wa kiume ndiye kazi ngumu alifanya. Hata ulikuwa ukianguka ukilia, unaambiwa mwanaume halii, mwanaume jikaze. Na miaka hiyo yetu sisi wanaume walikuwa wanaenda porini kavukavu kavu, na mwanaume halii, ule ujasiri Hatusemi hata sasa waende porini kavukavu, lakini basi ninachomaanisha ni ile kufundisha ujasiri wa mtoto wa kiume. tunasoma katika Wafalme wa Kwanza mbili, fungu la pili, neno la Mungu linasema hivi. Huyu ni Daudi, anamwambia mwanaye Suleiman, anasema mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Nianze fungu la kwanza. Basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamuhusia Suleimani mwanawe akasema: mimi naenda njia ya ulimwengu wote, uwe hodari ukajionyeshe kuwa mwanamume. Mbona hapa hawajaandika kwamba hawajaandika ukajionyeshe kuwa mwanamke? Kwa nini ametumia ukajionyeshe kuwa mwanaume? Kwa sababu mwanaume ni kiongozi mtoto wa kiume, hata ukizaliwa bado mvulana, wewe ni kiongozi. Ndani yako Mungu ameweka uongozi. Wewe ndio kiongozi wa familia, wewe ndio mlinzi wa familia na mlinzi wa taifa. Unatakiwa ufanye kazi. Watoto wa kiume wafundishwe kazi ngumu, sio kazi laini laini. Leo watoto wetu wamemaliza vyuo vikuu, wa kiume hawafanyi kazi yoyote. Anasema yeye amesoma, anasubiri aje aajiliwe anasubiri yetu kuja kufanya kazi zile za, za ofisini. Lakini hata kama umesoma ungeweza kufanya kazi yoyote ya kukuingizia kipato. Kwa hiyo tumejikwaa katika malezi, hatukulea mtoto wa kiume kama kiongozi, kwa sababu anatakiwa alelewe tangu nyumbani akiwa mdogo. Tangu nyumbani, anza kulea mtoto wako kama mwanaume, vikazi vigumu vigumu kulingana na umri wake, mpe, muoneshe kwamba yeye ni kiongozi. Kulialia, kudekadeka, hapana. Leo maisha ya watu wengi hasa waliofanikiwa wanaharibu watoto. Mtoto anabebewa begi mpaka kwenye mlango wa gari, anapandishwa kwenye gari, anko ndio anapokea begi. Wakati wa kurudi mtoto anashuka kwenye gari, dada anapokea, na mtoto anaanza kuvua nguo moja moja akiingia moja, getini, dada anapita anaokota. Hayo sio malezi. Lea mtoto wako wa kiume kama mwanaume. Mwanaume ni kiongozi, mwanaume tunamhitaji kwenye hii jamii na kinachoharibu kingine kabisa malezi ya mtoto wa kiume ni maisha ya baba na mama pale nyumbani, jinsi ambavyo mama anamdharau mumewe na kumwonyesha si kitu, na jinsi mama alivyo na nguvu pale nyumbani, mtoto wa kiume anaona kuwa mwanaume ni kunyanyaswa, ni kuwa mnyonge, anatamani kuwa kama mwanamke. Na wimbi, mimi ninayeshughulika na mambo haya ya familia, wimbi la vijana wa kiume ambao wanageuka kuwa wanawake ni kubwa mno kuliko mnavyoweza kuelewa, na walio wengi hawatamani hilo jambo lakini wameingia kwenye mtego, wamenaswa. na kushauri mwanamke mwenzangu, mpe mumeo heshima, mfanye kuwa mfalme pale nyumbani, ili mtoto wake wa kiume atamani kuwa mwanaume, atamani na yeye siku moja kuwa na mke ambaye atamnyenyekea, atamhudumia kama bwana, oshivyo? Kwa hiyo, mara nyingine maisha tunayoishi pale nyumbani, maisha ya baba na mama, hayo ndio yanaharibu watoto wetu. Watoto wanaona kwamba kumbe kuwa mama ndiko kuna faida, kuwa baba ni kuonewa. Baba ananyanyaswa, baba anasemwa vibaya baba hawekewi chakula, yani ile heshima ya baba haipo. Mtoto wa kiume unamuharibu, mama, ukifanya hivyo unaharibu mtoto wako wa kiume. Lakini pia haya maisha ya kulea pweke, unapolea mama, mara nyingi wa mama ndio wanalea watoto, unapolea pweke, watoto wako wa kiume hawaoni thamani ya kuwa mwanaume, maana hakuona, maana hakulelewa na baba, na hivyo unaharibu mtoto wako wa kiume. Niwatie moyo Turudi kwenye maandiko, tulee mtoto wa kike kama wa kike, tulee mtoto wa kiume kama wa kiume, wavae nguo kama wanawake, kama wanaume. Tangu akiwa mdogo, mvalishe mtoto wako kama mwanaume, mnyoe mtoto wako nywele kama mwanaume, mvalishe mtoto wako nguo kama mwanaume. Tena si kama mwanaume tu, kama mwanaume mwenye heshima yake. Hiyo itasaidia sana, lakini usimdharau mtoto wako wa kiume. Mara nyingi wakina baba sasa kuna maisha baba anayaishi, anafanya mtoto wake wa kiume ajidharau. We bure kabisa, wewe una faida gani hapa nyumbani? Kuna maneno unasema baba, yanakuharibia mtoto. Mtoto wako anaharibika, na kumbuka kwamba ulimi huumba. Na kwa sababu ulimi unaumba, unapomnenea mtoto wako wa kiume vibaya. Hii tabia wanayo sana kina baba, anadharau mtoto wake wa kiume, anamdharau waziwazi wazi. Mwanaume ni mwanaume mkubwa, amebalee, lakini baba anamnenea vibaya. Ukifanya namna hiyo, unaaribu mtoto wako baba. Kaa na mtoto wako wa kiume, karibu, muoneshe kuwa mwanaume ni kuwa namna gani, mtie moyo kwamba wewe ni mwanaume. Na ndio maana tumezoea hata msemo kwamba mtu akipata shida, tunamtia nguvu, tunamwambia kuwa mwanaume, be a man. eh? Uwe na nguvu, shika moyo, uwe mwanaume, kwa sababu mwanaume ni kiongozi. Mwanaume ni shujaa siku zote. Lea watoto wako namna hiyo. Tumeshakosea, tunatokaje? Uh, tunatakiwa sasa, sisi wenyewe hatuwezi tena, turudi kwa muumbaji, turudi kwanza tuungame, alafu turudi kwa muumbaji huko huko. Sasa, nimeshakosea Mungu, ninaomba unisamehe, nilelee watoto wangu. Ukitubu, tubu toba ya kweli. Isaya 54 na fungu la kumi na tatu itakuwa yako. Biblia inasema na watoto wako wote watafundishwa na Bwana. Na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Mtoto ameshabadilika kwa mfano. Ameshakuwa anapenda mambo ya kike. Mwambie Mungu, mwambie Mungu akuumbie tena mtoto wako. Ninapenda, uh, Bwana Yesu anavyosema. Kuna mahali Bwana Yesu anasema amuru. Kuna mahali tunatakiwa kuomba, lakini kuna mahali tunatakiwa kuamuru. Ndiposa, unakumbuka lile fungu, Bwana Yesu anasema kama mngekuwa na imani ndogo kama punje ya haradali mngefanya nini? Mngeuambia. Kwa hiyo kuna mahali ambia, kwa imani ndogo ulio nayo, mwambie Mungu akuumbie wa tena watoto wako. Mwambie Mungu, ulinipa mtoto wa kiume, ninaomba umrudishe mwanangu kuwa wa kiume tena. Mpende zaidi mtoto wako sasa mpende wakati huo, mtie moyo, sio wakati wa kumsukuma sukuma. Lakini pia na mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji, naomba nigusie kitu fulani hapa leo. Wimbi la vijana kujiua ni kubwa sana, vijana wanajiua mno na unajua kwa nini wanajiua? Inaniumiza. Vijana wanajiua kwa sababu wamekosa tumaini. Vijana wengi hawakupata mapenzi ya baba na mama, na anapokuwa sasa amekuwa mvulana, amebalee Anapata msichana, yule msichana anaonekana kama anampenda na yeye anaweka moyo wake wote. Yule msichana atakapomkataa huyu kijana hana pa kwenda, maana hakumbuki mapenzi mengine pa kuyapata, anafikiri duniani ni yule tu, na hivyo anajiua. Hapana, baba na mama, wapeni watoto wenu mapenzi. Lakini wewe kijana, nikwambie, wanawake wako wengi. Akikukataa huyo Ujue kwamba huyo sio chaguo la Mungu. Mungu atakupa mwingine, utapata mwingine. Usijidhuru nafsi yako, kwa sababu ukijidhuru nafsi yako, neno la Mungu linasema usiue, na wewe utakuwa umejiua mwenyewe, umejiua mwenyewe, lakini pia utakosa mbingu. Nikutie moyo, changamoto yoyote itakayotokea, pata mtu wa kuzungumza naye. Hata mimi unifahamu, lakini zungumza na mimi ukiona umelemewa, unataka mahali pa semea, mahali pa kupata faraja. Tafadhali nipigie simu, tutaomba pamoja, tutazungumza lakini kamwe usijiue mwanangu, taifa linakutegemea na familia yako ambayo baadaye utaanzisha inakuhitaji. Namba yangu sifuri saba nane tano sita tano sifuri sifuri sifuri nane. Ninarudia tena Sifuri saba nane tano sitini na tano sifuri sifuri sifuri nane. Tafadhali ukiwa na changamoto yeyote, tafuta mtu yeyote aliye karibu na wewe au hiyo namba niliyokupa, piga simu, sema changamoto yako, tutamwambia Mungu nawe utapata amani, kwa sababu yeye ni mfalme wa amani. Uhai wako ni wa muhimu sana. Kumbuka ya kwamba Uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Si hivyo tu, Bwana aliacha enzi akashuka kuja kukufia, na hivyo wewe ni wa thamani sana. Acha mwanadamu mwenzako akudharau, yeye ni mwanadamu tu. Mungu atubariki.